Baada ya kinara wa ODM Raila Odinga kukamilisha ziara yake ya mashauriano na viongozi mbalimbali nchini. ODM. ODM. ODM. Rais William Ruto na kinara huyo wa ODM hii leo wametia saini mkataba wa makubaliano unaotoa mwongozo utakaowasaidia kuendeleza ushirikiano wao kisiasa mkataba huo ukitoa mapendekezo ya kukabiliana na baadhi ya changamoto zinazoendelea kushuhudiwa nchini kama vile ufisadi kuimarisha ugatuzi pamoja na utekelezaji wa ripoti ya NADCO. We, the leaders of UDA, Kenya Kwanza, and ODM, commit to implementing the NADCO report to address key national issues. We pledge to tackle unemployment, cost of living, crippling poverty, inequality, Akizungumza baada ya kutia saini mkataba huo, rais William Ruto ameahidi kuwepo kwa uwazi katika utumizi wa rasilimali zilizopo, akiongeza kuwa serikali itajitahidi kupunguza madeni ya kitaifa, vilevile akibaini kuwa ni wakati wa viongozi kujitahidi kuangazia maswala yanayowaathiri wananchi. We will raise and manage national resources responsibly. Kwa upande wake kinara wa ODM Raila Odinga akibaini kuwa mkataba huo utasaidia kuleta usawa hasa katika ugavi wa mapato baina ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti year. Viongozi kutoka pande zote za kisiasa wakiwapongeza Rais Ruto na Odinga kwa ushirikiano huo na zaidi juhudi zao za kuliunganisha taifa na kuleta maendeleo. Strong leaders think the nation. Weak leaders think division. Congratulations. Nobody can fault equity. Nobody can fault not leaving anyone behind. Nobody can fault bringing this entire country together. James Mwangi, Undugu TV.